Hilo peke yake ni ushuhuda kwamba mko tayari kwa ajili ya Tanzania. Kwa hiyo Tanzania itaendelea kujivunia vijana, na vijana ndio nyinyi. Kwa hiyo tu naomba nirudie katika yale mambo niliyosema kwamba tunataka tuwajengee mkumbuke nidhamu, ni kila kitu. Ukiwa na nidhamu njema, mambo mengine yote yataka, yatafata. Kwa hiyo, tuta, always tutakuwa tunaimba nidhamu, nidhamu, nidhamu, na usishangae, ni neno ambalo alitatoka midomoni kwetu kila siku tutakuwa tunaongelea nidhamu, nidhamu, nidhamu. Tutakuwa tunaongea wakati wote uaminifu, uaminifu, uaminifu wakati wote tutakuwa tunaongea utii utii, utii utii. Lakini tutasisitiza kupanya kazi. Wakati wote tutawataka muwe mahodari, mpende kazi. Kwa hiyo tutasisitiza katika hayo mambo manne ya msingi. Kwa hiyo ni watoe hofu, hakuna sababu ya kuwa na hofu. <coughs> Jeshini hakuna mateso. Mnanielewa jamani? Tuna mafunzo. Lakini mafunzo yetu yanataka kufanya uwe, uwe mtu mkakamavu.